Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Radio Maria sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na Radio Mbiu sauti ya Faraja. Tumsifiwe Yesu Kristo. Naitwa Humphrey Julius Kira, ni rais wa Radio Maria Tanzania na mwenyekiti wa bodi ya marafiki. Tunapokwenda kusherehekea sikukuu ya Noeli, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa niaba ya uongozi nami binafsi nipende kukutakia heri sana ya Noeli. Lakini pia tunapokwenda kukaribia mwisho wa mwaka niendelee pia kukutakia mwaka mpya mwema wa mwaka 2026. Tunavyosherehekea sikukuu hizi, niendelee kukushukuru, kwani umekuwa mhimili mkubwa katika utume wa mama, umetembea pamoja nasi, umemshika mkono mama katika uinjilishaji. Vituo vyetu vimekuwa hewani muda wote kutokana na ukarimu wako, tunakushukuru sana. Basi tunavyokwenda kuanza mwaka 2026, niendelee kukuomba uendeleze ukarimu wako huo huo, tuendelee kushikana mkono tuendelee kuinjilisha pamoja, kwani tunatambua kwa kufanya hivyo tunaendelea kutimiza wajibu wetu kama wakristo wabatizwa. Ni mategemeo yetu kwamba sio tu kwamba utatushika mkono, lakini basi utapeleka habari hii kwa watu wengi zaidi, ili wale wote wanaosaidia chombo hichi cha mama wawe wengi na tuweze kufanya basi jambo hili katika wepesi mkubwa. Kwa mara nyingine tena, naendelea kukutakia heri sana ya Noeli, lakini pia mwaka mpya mwema wa 2026. Tumsifu Yesu Kristo.